D&A Television leo tuko hapa uwanja wa KMC bwana, mashabiki wamejazana vibaya mno, kama unavyozidi kuona uh, kila mtu yuko na mambo yake, lakini sisi tumepata nafasi ya kuongea na mwanadada mrembo hapa. Atuambie bwana, kwanza huko kwenye jukwaa la yango, wewe ni yanga yanga? Yes, ni yanga. Kwa majina unaitwa Telesia? Telesia, Telesia, Telesia Lazaro Aume. <laughs> <laughs> e, bwana, Telesia Lazaro Au umejizaa mwenyewe bwana, niambie kitu kimoja, umefika hapa umependeza kwanza. Uh, kitu gani ambacho unategemea zaidi kuona kwenye timu yako ikifanya leo timu yako kama Yanga fans wanaocheza leo dhidi ya Simba fans. Kwanza ushindi kitu ndio ambacho anakitegemea zaidi, kwa sababu naamini wa mashabiki ambao wameingia katika uwanja leo asasa God Yanga yes, yeah. nampenda sana Bora anajua, yeah. ushai kumshuhudia akicheza sehemu nyingine zaidi ya mechi ya leo? mechi ya yes. E, kwa kwey, mechi za kirafiki namshuhudia. Yes, ndio maana na imani na yeye kwamba leo atatufikisha sehemu ambapo tunapotaka sasa hili hapa ni Bonanza na ni siku ya kuenjoy. umekuja mwenyewe? Yeah, nimekuja mwenyewe. uje mwenyewe? siku tam kama ya leo. timu yako iko hapa, asemi wa mashabiki. Wai, ya mashabiki uje mwenyewe. nyumbani hamna watu? Wapo lakini sio wapenzi wa kama ninavyopenda mimi. Kwa kila mechi ana watua opendaklach aoche azma yeah, uh, nataka kujua kitu kimoja uh, wakati unafikiria kuja huku jambo gani ambalo likuwa la msingi sana unasema lazima nizingatie hili ili nifika ni, ni, enjoy mechi zaidi jambo gani ambalo ulikuwa unazingatia zaidi wakati tunakuja? Wengine anataka anazingatia muonekano, kwa sababu leo ni Bonanza, ni siku ya kuenjoy, sio siku ya fujo, sio siku hata yes. kama ukifunga umie sana hapana. Kitu gani ambacho ulikuwa unazingatia kwanza? Kuvaa jezi kama nilivyowakilisha, yes, na kuvaa vizuri, muonekano pia, kwa sababu naipenda Yanga kwa lazima nivae jezi niwakilishe timu yangu. hiko ndo cha kwanza, yes. kingine kingine Mbona sana umependeza, unapendeza kila siku zingatini? Mimi napendeza kila siku, najionaga tu simple tu, kawaida. Kupendeza ni kawaida, ila cha kwanza kabisa ni kuvaa jezi, kuiwakilisha timu yangu kwanza, kila mtu ajue kwamba mimi ni Yanga. Sawa, ushindi wa leo Yanga, uh, Yanga fans uta dedicate kwa nani, kama ikitokea mmeshinda, ushindi wa leo uh? I think kwangu mwenyewe, yes Hauna watu na Teresia, nawapenda we, basi baba yangu mpenzi ambaye anaipenda sana Yanga. E bwana, nashukuru sana sana, ngoja niangalie upande wa pili tena huku inakuaje? Poa, poa, niambie uko poa kabisa, uko poa fresh kabisa. E bwana, umefika kwanza hapa uwanjani sasa hivi, umeshachukua siti, mechi inakaribia kuanza, lakini kikubwa ambacho unatarajia kukiona leo ni kitu gani nje ya ushindi wa timu yako. Nimekuwa natamani kukutana na golikipa niweze kumuona yeah. yeah. nilikuwa namuona sana katika mitandao tu yeah, lakini nimefurahi sana kufika maeneo haya e, nafly sana nafly sana so, ukimuona utamwambia nini, ambacho labda hata kwa hii ukitokea hujamuona kupitia interview, anaweza akajua kuna shabiki yangu bwana sehemu fulani alikuwa anatamani anione anioni lakini aniambiki lakini ameshindwa, mwambie hapa kupitia screen fly ya D&A aweze oh. kufanya vizuri katika